Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango amesema namna bora ya kumuenzi aliyekuwa kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani, hayati Baba Mtakatifu Francisko ni kudumisha amani pamoja na kujali masikini. Makamu wa Rais amesema hayo wakati wa mazungumzo mara baada ya kumalizika kwa misa ya mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani hayati Baba Francisco yaliyofanyika katika Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro Vatican. Amesema Papa Francisko alikuwa mnyenyekevu na mtu aliyefanya jitihada kubwa za utafutaji amani maeneo mbalimbali duniani na kuacha alama ikiwemo tukio la kuwabusu miguu viongozi wa Sudani ili waweze kuachana na, na mapigano. Makamu wa rais amesema kati ya nyaraka za mwisho alizosaini hayati Papa Francisko ni pamoja na barua aliyomwandikia rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kumtakia heri ya siku njema miaka sitini na moja ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Nimefurahi sana kusali na kumsindikiza kiongozi ambaye alikuwa ni mnyenyekevu sana, aliwajali maskini lakini kubwa kuliko yote alipenda kusisitiza sana amani, amani ya mataifa. Na kama Watanzania wanakumbuka alifanya jitihada kubwa sana kutafuta amani nchini Sudan, kiasi hata cha kupiga magoti kubusu miguu ya viongozi wa Sudan akiwasihi watafute amani, waache bunduki pembeni. Na hili ni fundisho kwetu kama Watanzania. Mwaka huu tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu, kiongozi huyu alitutakia amani, basi na sisi tuitafute amani, tufanye uchaguzi wa amani, usio na vurugu. Lakini pia niwajulishe watanzania kwamba Baba Mtakatifu Francisko kati ya nyaraka za mwisho ambazo alisaini ni barua aliyokuwa anamwandikia rais wetu dokta Samia Suluhu Hassan akiitakia taifa letu siku njema ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo tumepata baraka kweli kweli. Kwa hiyo kabla hajafariki moja ya nyaraka muhimu sana alizosaini ni hiyo. Aliipenda sana Tanzania na aliendelea kuiombea Tanzania. Basi nasi tumwombee Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Misa ya mazishi ya Papa Francisco imehudhuriwa na zaidi ya watu laki mbili na hamsini ikiwemo viongozi wakuu kutoka mataifa mbalimbali mbali duniani. Mazishi ya Papa Francisco yamefanyika katika Basilika ya Maria Maggiore tarehe 26 Aprili 2025. Zaituni ne Mkwama, Daily News Digital.